Kuna chaguzi kadhaa za matibabu zinazopatikana kwa wanawake wenye tatizo la kutopata mkojo vizuri kutokana na msongo, stress urinary incontinence. Hii inajumuisha usimamizi wa kihafidhina kama vile kupunguza uzito, kudhibiti matumizi ya maji na mazoezi ya misuli ya sakafu ya nyonga. Pia mafunzo ya kibofu yanaweza kusaidia. Kwa wanawake ambao wana tatizo kubwa na hawajapata nafuu kwa tiba hizi, upasuaji unaweza kuwa chaguo linalofaa. Tatizo la kutopata mkojo vizuri kutokana na msongo linaweza kuwa la aibu kwa wanawake. Linaweza kuathiri ubora wa maisha na kuwafanya wajitenge na shughuli zote za kijamii, na hivyo ikiwa lipo ni muhimu kwa wanawake kuelewa kwamba linaweza kutibiwa na kudhibitiwa hata kama ni kali. Ni chaguzi zipi zilizopo kwa wanawake ambao hawapati nafuu kwa matibabu ya kihafidhina? Kwa wanawake kama hao, kuna chaguzi kama vile upasuaji wa kuweka utepe ya sling procedures, utepe wa katikati ya urethra midurethral stape, au upasuaji wa Burch colposuspension. Kila moja ya taratibu hizi tatu ni yenye ufanisi mkubwa na hutoa matokeo ya kudumu kwa muda mrefu kwa wanawake wengi, lakini kila moja ina sifa tofauti kulingana na ni wagonjwa gani wanaofaa zaidi kwa kila taratibu hizi, na pia kila moja ina athari fulani za muda mrefu ambazo wanawake wanapaswa kujua. Baadhi ya wanawake waliowekewa utepe wa katikati ya urethra wanaweza kupata changamoto zinazohusiana na matumizi ya wavu wa sintetiki. Hili si jambo la kawaida sana katika upasuaji wa kutotumia mkojo kwa nguvu kwa sababu kiasi cha wavu kinachotumika ni kidogo sana, lakini bado inaweza kuwa tatizo, na wanawake wanapaswa kufahamu hili kabla ya kufanyiwa taratibu hii. Taratibu zinazotumia tishu za mgonjwa mwenyewe ni za uvamizi kidogo zaidi lakini zinatoa matokeo ya kudumu kwa muda mrefu na baadhi ya matatizo yanayohusishwa na wavu wa sintetiki hayapo. Upasuaji wa Burch colposuspension hauna ufanisi mkubwa ukilinganishwa na taratibu zile mbili nyingine na kwa hivyo haitumiki sana kwa sasa duniani kote. Hivyo, taratibu zinazotumika sana ni utepe wa katikati ya urethra na utepe unaotumia tishu za mgonjwa mwenyewe ambazo zote zina ufanisi mkubwa na matokeo ya kudumu. Hii ni taratibu isiyoingilia mwili sana ambayo huchukua takriban nusu saa kufanya. Inaweza kufanywa kwa mfumo wa matibabu ya siku moja au kulazwa kwa siku moja tu na muda mfupi wa kupona. Wanawake wengi hupata matokeo ya kudumu lakini kuna idadi ndogo ya wanawake wanaoweza kupata usumbufu au maumivu yanayohusiana na taratibu hii au kupata kuonekana kwa wavu au maambukizi yanayohusiana na wavu huo. Ni muhimu sana kuwa na ushauri wa kina, kufanya majadiliano ya kina kati ya daktari na mgonjwa ili kuelewa athari za taratibu hizi kwa muda mfupi na pia kwa muda mrefu. Lakini kwa mgonjwa aliyechaguliwa vizuri, matokeo yameonekana kuwa ya kudumu kwa muda mrefu.